Nina wasalimu wapenzi watazamaji, waiti kituo popote mlipo, hamjambo? Karibu sana, ili niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni bwana Ezra, nikope kope lako sikio ili niweze kukuchanganulia yale yote ambayo yametendeka kuna channel yetu ambayo ni mpya sana ambayo inaitwa Tanzania Leo, utaiangalia hapo upande wa community, uhakikishe kwamba unaipiga subscription vilevile, nitawaekea linki hapa juu, uhakikishe kwamba una subscribe. karibu tusonge mbele. Wananchi wamejitokeza hii leo siku ya tarehe 9 Desemba mwaka 2025, na 20 na tano ili kuweza kuhakikisha kwamba wanaandamana kulalamikia taifa hili la Samia Suluhu Hassan ama uongozi huu wa Samia Suluhu Hassan ambao unawanyanyasa wananchi. Sasa wacha nikueleze upande wa Dar es Salaam, katika kanisa la Gwajima, wananchi wamejitokeza kuandamana, wako barabarani, wanakimbizana na jeshi la polisi. Unajua wache ni kueleze siri mpenzi mtazamaji ndiposa uweze kuelewa hichi kitu. Endapo Samia Suluhu Hassan hangetoa tamko kwamba amepiga marufuku maandamano, Watanzania wengi hawangejitokeza kwenda kuandamana. I'm telling you the truth. Nawaambia ukweli. Lakini kipindi ambapo Samia aliweza kusema kwamba tumepiga marufuku maandamano, hapata kuwepo na maandamano watu wasalie nyumbani, watu washerehekee siku ya uhuru day kutoka nyumbani. Watanzania walisema, oh, ulituibia kura, umeua, umewaua Watanzania, unatukandamiza, alafu unataka kutudiktate, unataka kutuelekeza kwamba tusalie majumbani siku ambayo tunapaswa kuandamana. Wamejitokeza wengi, ndio hawa wanakimbizana na maafisa wa jeshi la polisi, katika kanisa la askofu Gwajima. E, eh, kama mnavyoona tupo kanisani kwa Gwajima. Ai, ameanza kucharuka. Ai, ameanza kucharuka. Ai, ameanza kucharuka. Bora mtu bola mtue muwanangu hapa, bidu natoka kwa mguu hapa, mdogo mdogo. Barabara kuwa wametuzuia, tunatembea kwa mguu kutoka ya poti hadi Buguruni. Tukifika Buguruni tunaenda Ekstano. Tukifika Ekstano kama na bahari, tunaenda maeneo kuu Ubungo. Tatembea kwa mguu kutoka Ekstano kwenda Ubungo na tafuta vibe lilipo sisi ya poti wametu block, hakuna kutoka wala kwenda sehemu yote, kwa kufanya hapo tatembea kwa mguu tu barabara tu hapa. Kivu kuna kivu kinanyesha, sitatoboa tu ndogo ndogo, kwa wanangu tunatoka a Mwenyezi Mungu ametia baraka, kuna kimvua mvua kinanyesha, hata acha askari waloe kabisa, nesha na mvua na mabomu ya machozi machozi, wasinge wasinge leo tushavuruga kinacho sikukuu ya uhuru. Afuna mnaanza kuzuia watu wasitoke majumba getoni wa. Nina imani kwamba umeweza kupata taswira kamili. Ni kweli hata hii serikali imeweza kutetemeka. Kwa nini? hawa sio wale wa Tanzania ambao hii serikali ilikuwa imezoea. Tusemezani ukweli, hawa sio wale wa Tanzania ambao hii serikali ilikuwa imezoea. Ilikuwa imezoea kwamba inawaamuru watanzania wa Tanzania wanafanya kitu, lakini sasa hivi watanzania wamegundua kwamba wasipojitokeza huenda wakakandamizwa, huenda wakakanyagwa na huenda wakabebewa akili na wamejitokeza kupinga kabisa matokeo ambayo Samia Suluhu Hassan aliweza kujipikia ya uchaguzi wa ishirini na tisa Oktoba. Hakuna kitu kibaya sana kama kuiba kura, alafu nataka kuwaongoza wananchi kwa mabavu. Yaani sijawahi iona kiongozi mwanamke mwenye anawapiga marufuku viongozi wa upinzani ili aweze kushiriki uchaguzi yeye mwenyewe. Uchaguzi mzuri ni ule ambapo unaruhusu viongozi wa upinzani, mnaingia kwenye kinyanganyiro, mnang'ang'ania kiti cha urais, alafu yule ambaye yuko na sera bora anashinda kiti. Mfano, kama Samia angekuwa ameuza sera zake vizuri, akawaacha viongozi wa upinzani wakashiriki uchaguzi ambao ni wa Oktoba ambao uliweza kupita, wananchi wakajitokeza, wakapiga kura, hatungekuwa na maandamano kama haya. Lakini kutokana na, na kwamba Samia Suluhu Hassan ameweza kuingia kwenye serikali wakati ambapo Magufuli aliweza kufariki, amegundua jinsi ambavyo pesa zinaingia kwa serikali, ameona kwamba akitoka hapa pesa zimemtoka kinywani. Sasa anaongoza analeta udikteta. Naomba niwaeleze mpenzi mtazamaji, mambo yafuatayo. Hii leo ni siku ya independence day, yaani uhuru, na watanzania wameamua kwamba siku hii ya uhuru ama siku ambayo Tanzania bara iliweza kujipatia uhuru wameamua kuisherekea wakiwa barabarani. Wanasema kwamba bado uhuru haujaweza kupatikana tangia mkoloni alipoondoka, chama hichi cha CCM kimekuwa kama mkoloni. Hata wamesema kwamba wakoloni walikuwa fadhali kuliko hichi chama cha CCM. Wameeleza kwamba hii protesti ya tarehe tisa Disemba ni kama mwendelezo wa maandamano yaliyogubua yaliyogubua baada yaliyogubika yaliyojitokeza baada ya uchaguzi uliofanywa Oktoba 29, mahala ambapo Samia aliweza kuiba kura. Namba mbili, waandamanaji wanaonya dhidi ya unyanyasaji. Wanaeleza kwamba katika muhula wa kwanza ambao Samia suluhu Hassan aliweza kupewa mikoba ya kazi baada ya Magufuli kufariki, walinyanyaswa, walikandamizwa Mauaji yalijitokeza kwa wingi sana, matumizi mabaya ya nguvu pamoja na polisi wakati wa maandamano ndio yameweza kuwafanya kuweza kujitokeza kwa barabara. Yaani wananyanyaswa kwa kila namna, wananyanyaswa kutoka mbele, nyuma na katikati. Na wananchi wamesema kwamba hawawezi wakaketi kabisa, hawawezi wakaketi kabisa kuvumilia udikteta kama huu, hawawezi, hawawezi hata kama hata kwa madawa. Hata hivyo, licha ya wananchi kuweza kujitokeza kwa wingi kuandamana sehemu mbalimbali, serikali hii inazidi kuyapiga marufuku maandamano haya ya amani ya wananchi, kitu ambacho kimeweza kunifurahisha mpenzi mtazamaji Haya maandamano yetu ya tarehe tisa Disemba yamekuwa ya amani, hakuna vurugu. Wananchi ni mabango, wananchi ni ujumbe ambao wanapitisha, na wamesema kwamba ni maandamano ya mwendelezo, hayatakuwa na kikomo. Sijui kama unanisikia mpenzi mtazamaji, ni maandamano ya mwendelezo na hayatakuwa na kikomo licha kwamba serikali imejaribu kuwatishia wananchi sijui ukipatikana ukiwa umeandamana, sijui ukipatikana ukiwa unaandamana utakamatwa, ufunguliwa mashtaka ya uhaini. Wananchi wamewaambia kwamba udikteta kama huo ndio tunataka kuweza kumaliza. Vilevile vile, kitu ambacho wananchi wanakikataa ni jeshi la polisi kuacha majukumu yao ya kikatiba na kuingilia majukumu ya koti mahakama mahakama zimepewa majukumu yao, lakini unapata kwamba jeshi la polisi Tanzania limeacha majukumu yao, wanaingilia majukumu ya mahakama hasa, mpaka unashangaa lini jeshi la polisi aa, likageuka kuwa watu ambao wamesomea sheria, mpaka unashangaa lini jeshi la polisi limegeuka likawa watu ambao wanapaswa kuendesha kesi mahakamani? So wananchi wanasema kwamba jeshi le, la polisi limegeuka na kuacha majukumu yao ya kikatiba, wameingilia majukumu ya mahakama. Kwa hivyo ndio maana wanaandamana, huweza kumaliza udikteta Tanzania. Tupatane kwa kanda ijayo, nitaendelea kuwapasha.